Jambo na karibu. Ilikuwa ni asubuhi ya jasho na mshtuko kwa vigogo wa Kiambu, huku tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC ikifanya msako wa kushtukiza ambao, kwa baadhi yao, ulionja ladha ya sinema za FBI, isipokuwa hii ilikuwa halisi na ilihusisha noti halisi. Katika msako huo wa Jumanne uliofanywa katika maeneo mbalimbali mbali. EACC ilinasa milioni kumi na mbili taslimu na dola kumi na tatu elfu za Kimarekani kutoka katika makazi ya Gavana wa Kiambu. Kiasi hicho cha pesa kilichokuwa kimejificha kama hazina ya kifalme kinashukiwa kuwa mavuno ya kilimo cha ufisadi. Situ unge, tukitoka, ndani. Kwanza. Kwanza. Kwanza. Okay, have to say. Bye. Nikapigiwa report hapo na watu yangu wa mlango wakasema hapo nje ya mlango yangu kumejaa maafisa ya polisi wengine wa administration, wengine wa EACC. Kama wanataka kuja kukagua waniambie ni nini wanataka haswa kwa nyumba yangu. Lakini gavana hakuwa peke yake katika karamu hii ya fedha za umma. EACC imewataja washiriki wake wa karibu waliogeuza afisi za umma kuwa ATM binafsi wakiwa ni pamoja na Peter Njoroge Ndengwa, katibu wa kaunti, Nancy Njeri Kirumba, waziri wa fedha, Salome Mudhoni Wainaina, waziri wa ardhi, William Kinyanjui Kimani, afisa mkuu wa fedha, Phyllis Wanjiru Mwiruri, mkurugenzi wa ugavi, Henry Mburu Waweru, mkurugenzi wa mapato, Bernard Kabluku Theuri mkurugenzi wa kampuni ya Filtronic International Ltd iliyotajwa kuwa kiungo muhimu katika dili hizi tata. Kwa mujibu wa EACC, uchunguzi unaangazia mikataba miwili ya kutiliwa shaka. Moja, mkataba wa milioni 230 uliotolewa kwa kampuni ya Filtronic International Ltd kwa ajili ya mfumo wa kidijitali wa kusimamia rasilimali ERP system ambao hadi sasa haujulikani kama ni mfumo halisi au ni hadithi ya alfu lale ulale. Mbili, malipo ya mamilioni kwa huduma ambazo hazikuwahi kutolewa, ama kwa Kiswahili cha kawaida, fedha za hewa kwa kazi ya hewa. Tume ya EACC imesema kuwa uchunguzi wao wa kina umegundua uvunjaji mkubwa wa sheria za ununuzi ambapo maafisa wa kaunti walishirikiana kwa maksudi na kampuni binafsi kuiba pesa za mlipa ushuru kwa ufanisi wa kiwango cha kitaifa. Afisa mkuu mtendaji wa EACC Bwana Abdi Mahamud amesema kuwa wamepata ushahidi muhimu ukiwemo rekodi za kifedha na data za kidijitali. Kukuta mamilioni ya pesa taslimu kwa maafisa wa umma kunatia hofu kubwa, alisema Mahamu. Hatuta sita kuchukua hatua za kisheria na kurejesha mali na kufungua mashtaka ya jinai. Kwa kifupi, kaunti ya Kiambu imegeuzwa kuwa dairy farm ya baadhi ya maafisa wake, lakini badala ya maziwa wanakamua mabilioni kutoka kwa umma bila huruma. Kwa upande wake gavana wa Matangi ameibuka akifua mbele na kupuuzilia mbali madai yaliyotolewa dhidi yake na tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC, akiyataja kama njama ya kisiasa ya kutaka kumwondoa kwenye reli ya maendeleo. Nataka niseme tu, hii ni mambo ya siasa, it is political. Hii ni siasa duni ambayo watu wamezoea ya kwenda kupagia watu wengine, na mimi nataka niwaambie wanakiambu Mulitupatia kazi. Msimamo wa Wamatangi ni yule tulisema. Wamatangi ambaye alionekana kujaa hasira lakini akiwa na ujasiri wa mwanaume anayesimamia ukweli alisema kuwa uvamizi uliofanywa na maafisa wa EACC nyumbani kwake haukuwa uchunguzi, bali ni onyesho la nguvu za dola zinazotumika vibaya kisiasa. You take it to court. And then when you take it to court, then you, you, the court rules. The order that was used to come and harass my family was, was a fictitious order. It is, it is from the court, but it was obtained fraudulently. Katika kile alichokiita siasa za kutaka kuangusha serikali inayofanya kazi, Wamatangi alisema anashambuliwa kwa sababu amewazoea maadui katika kile alichokiita siasa za kutaka kuangusha serikali inayofanya kazi, Wamatangi alisema anashambuliwa kwa sababu amewazoea maadui wa maendeleo ambao hawawezi kuamini kuwa Kiambu inaweza kuongozwa kwa uwazi bila kupitisha chai. Wamatangi alishangaa kwa nini EACC haikuchukua hatua ya kawaida kama kumuita kwa barua ya heshima, badala ya kufika kwake na magari ya serikali, bunduki na makasha ya kutoa pesa, kana kwamba walikuja kufungua duka la dawa za kulevya, si nyumba ya gavana, akiongeza kwa mbwembwe, hii ni sinema ya Netflix. Kama kweli walitaka nyaraka, si wangesema tu, mimi niko tayari kuwapa kila karatasi, kila sahihi, kila risiti ili si kwa mitindo ya kuvamia nyumba yangu kana kwamba mimi ndiye aliyesababisha bei ya unga kupanda. Wakati huo huo, nje ya makazi ya gavana, maandamano ya kushangaza yalizuka, huku wafuasi wake wakiimba, kucheza na kubeba matawi ya miti, wakipaza sauti kumtetea bosi wao, tukio lililoleta taswira ya harusi kuliko ya msako wa ufisadi. Kwa mtazamo wa gavana Siasa za mwaka wa 2027 zimeanza mapema mno, na sasa EACC imejipata katikati ya mechi isiyo yao, ila wao wanasema bado mpira upo uwanjani na ushahidi ndiyo tiketi ya mwisho. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu, JD. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio garbage collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo Usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni 0798558240, 0721708850. Kifagio garbage collectors. Tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.